Kufunga ni mojawapo ya kanuni zenye nguvu sana kiroho duniani. Hata hivyo, pia limebaki kuwa mojawapo ya nidhamu zinazopuuzwa zaidi katika maisha ya Ukristo. Waumini wengi hufikiri kufunga ni kuhusu kuruka mlo na kusema maombi machache, lakini ukweli ni kwamba kufunga ambako umekuwa ukifanya ni kugusa tu juu juu. Ulimwengu wa roho una viwango na vivyo hivyo kufunga Kina cha kufunga kwako daima huamua moja kwa moja kiwango cha uvumbuzi wako wa kiroho. Haufungi tu ili kumkaribia Mungu, unafunga ili uwe silaha Mungu anaweza kuitumia kuhamisha milima. Katika video hii nitafunua viwango saba vya kufunga ambavyo mkristo anapaswa kufahamu. Kiwango cha kwanza cha kufunga kinajulikana kama kufunga kwa sehemu. Hapo ndipo waumini wengi huanzia, na kwa bahati mbaya ndipo wengi hubaki. Kifungo cha sehemu kinahusisha kujizuia baadhi ya vyakula au mulo huku bado ukila kitu fulani wakati wa mchana. Danieli kumi mstari wa tatu inatupa mfano kamili wa hili. Danieli alisema, sikula mkate mtamu wala nyama, wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta, hata wiki tatu zilipotimia. Danieli hakukoma kula kabisa, lakini aliondoa anasa na utamu katika lishe yake. Kiwango hiki cha kufunga kina nguvu kwa kuanza kujenga nidhamu, kujifunza kujizuia, na kuanza kutengeneza roho yako kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi zaidi. Kinafaa zaidi kwa wale ambao ni wapya katika kufunga au wale walio na matatizo ya kiafya yanayowazuia kufunga bila chakula kabisa. Kifungo cha sehemu huvunja utawala wa hamu ya kula juu ya maisha yako na kukufundisha kuwa hautawaliwi na kile mwili wako unatamani. Hii ndiyo sababu Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27 inasema, lakini naupiga mwili wangu na kuutia utumwani. Paulo alielewa kuwa mwili lazima udhibitiwe na siyo kujadiliana nao lakini hapa ndipo waumini wengi hukwama. Wanafikiri kufunga kwa sehemu ndiko juu zaidi, ilhali kwa kweli ni msingi tu. Kufunga kwa sehemu ni kuzuri, lakini ukikaa hapo muda mrefu sana, hutawahi kufikia viwango vya kina vya ufunuo na nguvu ambavyo Mungu anataka kukufunulia. Kiwango cha pili cha kufunga kinajulikana kama kufunga kwa kawaida au kufunga kwa kiwango cha kawaida hapa ndipo unajizuia vyakula vyote lakini unaweza kuniwa maji. Hii ndiyo aina ya kufunga inayofanywa na baadhi ya waumini. Ezra alipotangaza kufunga katika Ezra 8 mstari wa 21, alisema kisha, nikatangaza hapo mtoni Ahava kufunga ili tujinyenyekeze mbele za Mungu wetu ili tumtafute njia iliyo sawa kwetu na watoto wetu na mali zote zetu. Hiki ni kufunga ambacho ni kuacha kabisa kula chakula kigumu na kinaunda mabadiliko makubwa katika anga yako ya kiroho. Unaponyima mwili wako hitaji lake la msingi zaidi chakula, unatengeneza tamko lenye nguvu katika ulimwengu wa roho. Mungu anakujali zaidi kuliko starehe yako. Kiwango hiki cha kufunga hunoa utambuzi wako, huongeza usikivu wako kwa Roho Mtakatifu na kukuweka tayari kwa miungano ya kimungu. Wakati wa kufunga kawaida, Maombi yako yanakuwa na uzito zaidi kwa sababu unaonyesha kuwa uko makini. Mbingu haitiki kwa kujitoa kwa mazoea, inaitikia kwa utakaso wenye shauku. Unapokubali kuacha chakula, unamwambia Mungu kuwa hufanyi mzaha. Unataka uvumbuzi na uko tayari kulipa gharama yake. Hiki ndicho kiwango ambacho unaanza kuona hali sugu zikianza kuachia, milango iliyofungwa ikianza kupasuka na upinzani wa mapepo ukianza kudofika. Kiwango cha tatu kinajulikana kama kufunga kabisa au kufunga kwa kimiujiza. Hapa ndipo unajizuia chakula na maji kwa kipindi maalumu, kwa kawaida kisichozidi siku tatu, kwa sababu ya hatari za kiafya. Aina hii ya kufunga inapaswa kufanyiwa tu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na kwa tahadhari kubwa. Esta nne mstari wa kumi na sita inaandika Esta akiita aina hii ya kufunga aliposema, enendeni mkawakusanye Wayahudi wote waliopo Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, wala msile wala kuniwa, siku tatu usiku na mchana. Mimi na wajakazi wangu tutafunga vile vile, nami nitaingia kwa mfalme, niende kinyume cha sheria, nikifa na nife. Esta alikuwa anakabiliwa na hali ya kuwa au kuwawa na alijua kuwa ni kiwango cha juu sana cha utakaso ndicho kingeweza kuvunja mpango wa kishetani dhidi ya watu wake. Kiwango hiki cha kufunga si kwa mambo ya kawaida, ni kwa dharura, kwa mashambulizi ya kutishia uhai, kwa wakati ambapo kuzimu imeanzisha shambulio kali na unahitaji mbingu iingilie haraka. Ukikosa maji mwili wako huanza kudhoofika haraka na hii hutengeneza hali ya dharura katika ulimwengu wa roho inayosogeza mkono wa Mungu. Musa alifunga kwa njia hii mara mbili mlimani Sinai kwa siku arobaini mchana na usiku, kama ilivyoandikwa katika Kumbukumbu Kumbu la Torati tisa mstari wa tisa, ambapo inasema nilipokwenda mlimani kupokea amri za Mungu, nilikaa mlimani siku arobaini mchana na usiku, siku la mkate wala kunyiwa maji. Lakini Musa alikuwa katika uwepo wa moja kwa moja wa Mungu akiungwa mkono kimujiza. Kwa waumini wa kawaida siku tatu ndizo salama zaidi. Kiwango cha nne ni kufunga kwa utakaso au kufunga kwa muda mrefu. Hiki kinahusisha kufunga kwa muda mrefu siku saba, kumi na nne, ishirini na moja au hata siku arobaini. Kiwango hiki kinahitaji maandalizi makubwa kimwili na kiroho. Yesu alifunga siku arobaini mchana na usiku jangwani kama ilivyo katika Mathayo nne mstari wa mbili inayosema, amefunga siku arobaini mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Zingatia kwamba Biblia inasema alikuwa na njaa baada ya muda mrefu, yakimaanisha njaa haikumshika kikamilifu hadi mwisho wa kufunga. Hii inatuonyesha kuwa unapokuwa katika utakaso wa kina Roho wa Mungu anakustiri kwa njia zinazoshinda mantiki ya kawaida. Kufunga kwa muda mrefu si kuacha chakula tu, ni kuingia katika ushirika wa kina na Mungu unaovuka mwili. Wakati wa kufunga kwa muda mrefu, roho yako inakuwa nyeti sana kwa sauti ya Mungu hivi kwamba unaanza kupokea mafunuo, mikakati, maono na ufunuo unaoweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Hiki ni kiwango ambacho laana za kizazi zinavunjwa kabisa. Mapepo ya maeneo yanangolewa, utasa unafunguliwa, na ukame wa kifedha unaisha. Kile ambacho hukuweza kufanya kwa miaka ya maombi ya kawaida unaweza kukifanya kwa wiki za kufunga makini. Kiwango cha tano ni kufunga kwa pamoja. Hapa ndipo jamii nzima, kanisa au taifa, linakuja pamoja katika kufunga na maombi ya umoja. Nguvu ya kufunga pamoja ni kubwa sana, kwa sababu waumini ni wanapoungana kwa roho moja na kusudi moja, mbingu inasogea. Katika Yoeli mbili mstari wa kumi na tano hadi kumi na sita nabii anasema, pigeni baragumu katika Sayuni, takaseni kufunga, iteni kusanyiko takatifu. Jamii nzima inapofunga pamoja, nguvu ya pamoja ya kiroho inayotolewa inaweza kubadilisha mataifa, kumaliza ukame, kuzuia tauni na kuleta uamsho. Kufunga kwa pamoja pia huweka ulinzi kwa wote walioko ndani yake. Ukifunga peke yako, unapigana peke yako, lakini ukifunga kwa pamoja, mnapigana kama jeshi. Adui hawezi kustahimili nguvu ya waumini walioungana. Hii ndiyo sababu makanisa mengi yanafanya maombi ya kila mwaka. Kiwango cha sita ni kufunga kama mtindo wa maisha hapa ndipo kufunga kunakuwa sehemu ya maisha yako ya kiroho mara kwa mara si jambo la dharura tu yesu alitarajia wanafunzi wake wafunge mara kwa mara akisema katika mathayo 6 mstari wa kumi na sita tena mnapofunga msiwe na uso wa huzuni kama wanafiki angalia hakusema mkifunga bali mnapofunga akionyesha kuwa kufunga kinapaswa kuwa kawaida ya mkristo kanisa la kwanza liliishi kwa kufunga mara kwa mara Matendo 13 mstari wa mbili yasema, walipokuwa wakimhudumia Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli. Funga lilikuwa sehemu ya maisha yao ya huduma, na wakati wa kufunga ndipo Roho Mtakatifu alitoa maagizo yaliyobadili dunia. Ukifanya kufunga mtindo wa maisha, unaishi katika utayari wa kiroho mara zote. Haupotezi muda kutafuta utakaso wakati wa dharura, tayari upo kiwango cha saba na cha juu zaidi ni kufunga kwa biharusi au kufunga kwa ufunuo. Hiki ndicho kiwango ambapo kufunga si kuhusu kile unachotoa, bali yule unayemkaribia. Ni mahali ambapo kufunga kunakuwa ibada safi, njaa ya uwepo wa Mungu ikizidi njaa ya chakula. Anna nabii alifanya kazi katika kiwango hiki. Luka mbili, mstari wa thelathini na saba yasema hakutoka hekaluni bali alimtumikia Mungu kwa kufunga na kuomba usiku na mchana. Ana hakufunga ili apate kitu kutoka kwa Mungu, alifunga ili awe karibu na Mungu. Na kwa sababu aliishi katika ukaribu huu, alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kumtambua masiha hekaluni. Kufunga kwa biharusi ni kiwango cha kupokea maono ya wazi, miungano na malaika na ufunuo wa kimungu usioweza kupatikana kwa njia nyingine. Hapa ndipo manabii hukaa, waonaji hutenda, mbingu inakuwa halisi kuliko dunia. Huu ndio ufunuo ambao wengi hukosa. Kila kiwango cha kufunga kinaendana na kiwango cha mamlaka ya kiroho. Mapepo unayoweza kufukuza katika kiwango cha kwanza si yale yale unayoweza kufukuza katika kiwango cha saba. Maombi yanayojibiwa katika kiwango cha pili si sawa na yale ya kiwango cha tano. Ukihitaji matokeo makubwa zaidi, unahitaji utakaso wa juu zaidi. Unapotaka kuona yasiyowezekana yakitokea, lazima uwe tayari kwenda ndani zaidi ya hapo awali. Unapofunga unaingia katika eneo la yasiyowezekana, unakata mantiki egeda na kuingia katika chanzo cha kimuujiza. Hii ndiyo sababu adui analichukia kufunga. Anajua kwamba muumini anayefunga ni muumini hatari. Anajua kwamba unapoukata mwili unatia nguvu roho yako. Anajua kwamba kila mlo unawacha ni agizo la pepo kufutwa. Shetani haogopi muziki wako wa ibada, anaogopa kufunga kwako. Isaya 58, na ndicho kifungu cha mwisho cha kufunga na kinafunua faida za ajabu za kufunga kwa utakaso. Mstari wa 6 yasema, Je, huu sio kufunga nilikokuchagua kufungua vifungo vya uovu, kukomesha mizigo mizito kuacha huru waliodhululiwa na kuuvunja kila nira. Kifungu hiki kinapaswa kuwasha moto ndani yako. Kufunga huvunja nira, huondoa mizigo, huwaweka mateka huru. Kila pingu aliyoweka adui juu yako, familia yako, fedha zako, afya yako, kufunga ndiyo funguo ya kuivunja. Na haishi hapo. Mstari wa nane yasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama alfajiri na afya yako itatokeza upesi na haki yako itatangulia mbele yako, utukufu wa Bwana utakuwa ulinzi wako wa nyuma. Haya ndiyo hutokea unapofunga kwa moyo sahihi na nia sahihi. Lakini hapa ndipo muhimu: kufunga bila maombi ni njaa tu. Kufunga lazima kuambatane na maombi makali, makini, yaliyojaa maandiko. Haufungi tu kwa kuacha chakula, unalisha roho yako neno la Mungu, unapigana katika anga za roho, unachukua eneo kila saa ambayo ungetumia kula unaitumia kumtafuta Mungu. Kila wakati wa njaa unakuwa ukumbusho wa kusogea zaidi katika uwepo wake. Waumini wengi hushindwa kufunga kwa sababu wanajikita katika maumivu ya mwili badala ya fursa ya kiroho. Ndio utahisi udhaifu, ndio utahisi njaa, ndio mwili wako utapiga kelele. Lakini ndiyo maana yake, mwili wako lazima ujifunze kwamba hauongozi maisha yako. Roho yako ndiyo inaongoza. Kila msukumo wa njaa ni nafasi ya kusema Mungu na kuchagua wewe kuliko starehe zangu. Kila udhaifu ni nafasi ya kuona nguvu zake zikikamilika. Na hapa kuna kitu chenye nguvu. Kufunga hubadili si hali yako tu, bali kinakubadili pia. Kinakutakata, kinakusafisha, kinakufanya uwe mwangalifu kiroho. Baada ya kufunga kwa kina, utaona kwamba vishawishi ambavyo vilikuwa vinakutesa havina nguvu tena. Dhambi zilizokuwa zinakushinda zinapoteza mamlaka. Maombi yako yanakuwa makali, utambuzi wako unakuwa mkali, ibada yako inakuwa ya kina. Unatoka katika kufunga ukiwa mtu tofauti, mwenye nguvu, mwenye hekima, mwenye hatari kwa kuzimu na mwenye manufaa kwa mbingu. Kwa hiyo unaanzia wapi? Ikiwa hujawahi kufunga kabla, anza na kufunga kwa sehemu. Ondoa vitu vitamu, nyama na vyakula vya anasa kwa muda fulani. Ukikua, ingia katika kufunga kawaida, kuacha vyakula vyote, lakini kunywa maji. Ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze katika kufunga kwa muda mrefu wakati ufao. Kamwe usijilinganishe na safari ya mtu mwingine ya kufunga. Mungu anakutana na wewe ulipo, lakini pia anatarajia ukuaji. Kumbuka, kufunga si kumvutia Mungu; ni kujiweka katika nafasi ya kupokea kutoka kwa Mungu. Tayari anakupenda tayari anakukubali. Lakini kuna viwango vya baraka, uvumbuzi na mamlaka vinavyoweza kufikiwa tu kwa kufunga. Usiache mwaka mwingine upite waka katika kiwango cha kwanza wakati Mungu anakuita katika kiwango cha saba. Adui amejitahidi kuficha mafundisho haya kwa sababu anajua kwamba ikiwa waumini wataelewa nguvu ya kufunga, ufalme wake utaporomoka. Lakini leo, pazia limeondolewa leo unapata maarifa yatakayobadilisha maisha yako ya kiroho leo unaingia katika kiwango cha mamlaka kitakachofanya matetemeke na malaika wa furahi asante kwa kutazama natumaini mafundisho haya yamekufungua kiroho tafadhali jisajili kwenye YouTube yetu upate mafundisho mengi zaidi ya injili ya yesu kristo mungu awabariki